Karibu katika channel yetu ya Elimika leo tumekuandalia video katika video hii tutakwenda kuangalia ni lini matokeo ya kidato cha pili mtihani wa NECTA 2025 yanategemewa kutangazwa, hivyo sasa kusubscribe na comment kwa kwanza, endapo tutatoa update nyingine zinazohusu ajira pamoja na elimu. Uh, tutakwenda kukuonyesha baadhi ya matokeo, tarehe na miaka iliyotangazwa nyuma. Mfano, tukiingia katika website ya NECTA katika kipengele cha news, tutakwenda kuangalia matokeo ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne, matokeo ya kidato cha pili elfu mbili na ishirini na nne. Tutakwenda katika peji ya pili. Katika peji ya pili tutaona hapo matokeo ya mchani wa walimu timetable. Sawa, haya yote ni kwa upande wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano na tutakapokuja katika kipengele kingine na mapeji ya tatu na matokeo ya upimaji wa kitaifa kidato cha pili FTNA 2025. Sasa hapa tunaenda kuangalia NECTA na kawaida ya kutangaza matokeo ya kidato cha pili tarehe gani ama wiki gani baada ya mwaka kupinduka? Kwa hiyo tukiangalia hapa kwa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano, matokeo yalitangazwa Januari nne Maanake ni matokeo ya mtihani uliofanyika elfu mbili na ishirini na nne ilitangazwa Januari nne kwa kidato cha pili kwa mwaka huu. Lakini pia tutakwenda kuangalia na matokeo ya elfu mbili na ishirini na tatu ya NECTA. Matokeo ya elfu mbili na ishirini na tatu yatatangazwa elfu mbili na ishirini na nne Sasa tunakwenda kuangalia yalitangazwa tarehe ngapi matokeo ya mtihani uliofanyika elfu mbili ah, na ishirini na tatu? tunaona elfu mbili na ishirini na tatu, matokeo yake yalitangazwa elfu mbili na ishirini na nne tarehe saba Januari kama tunavyoona katika skrini yetu hapo. Kwa hiyo mpaka hapo tunaweza kupata picha kwamba NECTA anatangaza matokeo ya kidato cha pili baada ya mwaka kupinduka, manaakiw mwaka ambao wanafunzi wamefanya mtihani huo, matokeo hayatangazwi mwaka huo, lakini baada ya mwaka kupinduka, mwezi wa kwanza, tarehe za mwanzoni ama wiki ya kwanza, basi matokeo mara nyingi ndio yanatangazwa. Lakini kutokana na changamoto ya kusogezwa mbele kwa mtihani, kuna uwezekano matokeo yakatangazwa mwanzoni wa wiki ya kwanza elfu mbili na ishirini na sita ama wiki ya pili. Hii itategemeana na utaratibu mzuri ambao utawekwa wa usahishaji. Kwa hiyo katika video hii tutaka kuonyesha kwamba ni jinsi gani unaweza kufanya makadirio ya lini matokeo ya mtihani wa kidato cha pili elfu mbili na ishirini na tano yatatangazwa yata. Lakini pia unaweza kuangalia matokeo ya mtihani wa kidato cha pili kwa mwaka elfu mbili na ishirini na nne na ishirini na tatu katika kipengele cha results utakuja hapa kwa upande wa FTN, kwa mbili na ishirini na nne utabonyeza hapa chini, mbili na ishirini na tatu utabonyeza hapa chini, mbili na ishirini na mbili utabonyeza hapa chini. Kwa hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuangalia matokeo na pia unaweza kufanya tathmini ndogo ya kuweza kujua ni tarehe ngapi matokeo yanaweza kutangazwa. Kwa hiyo kuanzia tarehe nne mpaka saba wezekana pia kuwa huko mpaka tarehe nane tisa kumi na kuendelea.